Kabla ya taarifa hizi na kuomba uchukue sekunde moja tu uponyeze patoni ya subscribe na uwashe kengele ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV kila wakati, na usisahau kuponyeza alama ya like. Sasa kumechemuka, hata sisi vile tupo hapa Mbeya tumeshindwa cha kuongea. Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangazwa kuwa muuaji mkubwa wa kimataifa duniani. Habari hii imeweza kuwasilishwa hadharani baada ya tuzo kuwekwa ili marais ambao wako na utawala mbaya kuorodheshwa na walikuwa kumi. Kura zimepigwa kimataifa na Samia Suluhu Hassan ameibuka akuwa mshindi wa tuzo ya akuwa rais ambaye ni mtawala mbaya kimataifa na duniani kwa majuma matatu yaliyopita ni kurudishe nyuma ili ni kufahamishe, ili ukaweze kuelewa ni kipi hiki ambacho nazungumzia. Rais wa Tanzania Samia Suluh Hassan aliorodheshwa miongoni mwa wa waombea kumi wa tuzo ya Tyrant of the Year yaani kwa Kiswahili mtawala mbaya wa mwaka wa 2025 uliopita, tukaona haya yote yaliweza kupitishwa kupitia shirika la kimataifa la Index on Censorship linalopigania uhuru wa kujieleza. Na katika kuorodheshwa kwa Samia Suluhu Hassan kulikuwa na wanaume ambao ni marais wa nchi zingine, tukawa na mwanamke mmoja ambaye ni Samia Suluhu Hassan, tukawa na wanaume wengine tisa kuombea tuzo hiyo ya kuwa mtawala mbaya, tyrant of the year 2025 miongoni mwao waliokuwa wanapigiwa akura kuwa wabaya, miongoni mwao ni Mula Hauda Zada ambaye anatoka taifa lile la Afghanistan. Mwingine anaitwa Naib Amando Pukele ambaye anatoka taifa lile la Hong Kong. Ayatola Ali Khamenei anatoka taifa la Iran. Narendra Modi anatoka taifa lile la India. Benjamin Netanyahu, Netanyahu anatoka taifa lile la Israel na Vladimir Putin anatoka taifa lile la Urusi. Samia Suluhu Hassan akawa hapo kutoka Tanzania. Na mwingine anaitwa Recep Tayyip kutoka taifa lile la Uturuki, na Rais Donald Trump wa taifa lile la Marekani. Sasa kura hizi zikaanza kupigwa, upigaji wa kura uliweza kufungwa Jumatatu hii tarehe tano Januari 2026 na mshindi ameweza kutangazwa rasmi hii leo. Shirika hili la kimataifa ambalo linajulikana Index on Censorship limeweza kuandika hivi: Tanzania's Samia Suluh Hassan named tyrant of the year, yaani Samia Suluh Hassan ambaye ni rais wa Tanzania ameweza kuchaguliwa kuwa kiongozi ama mtawala mbaya wa mwaka uliopita wa elfu mbili na ishirini na tano. Samia aliweza kushinda tuzo ya kuwa mtawala mbaya duniani baada ya Watanzania kumpigia kura ili kuchukua tuzo hiyo mbaya. Katika mitandao ya kijamii Watanzania waliweza kufahamishana vile watapiga kura katika mtandao wa kijamii wakafanya kambeni hapa na pale, lakini kulikuwa na kitu kimoja angeshinda, lakini aliweza kushinda kufuatia mauaji yaliyoshuhudiwa nchini Tanzania hapa kwetu. Ingawa kulikuwa na watu wale ambao wangechukua tuzo hii, hawakuchukua, lakini maandamano yaliweza kuhakikisha ya kwamba amechaguliwa kwa tuzo hii ya kuwa mtawala mbaya, kwa sababu watu wengi wanaendelea kutekwa nyara wengine wakauliwa, haswa waandamanaji. Wengi wakazikwa mahala ambapo hakujulikani. Akaambia polisi, vile inadaiwa, waweze kutumia risasi kuwachapa, madai ya kunajiziwa katika taifa la Tanzania na hili liliweza kumweka Samia Suluhu Hassan kuwa mshindi. Wengine tulikuwa tunafikiria kwamba Netanyahu wa Israel kwa sababu amekuwa kwa vita kwa muda mrefu yeye angeshinda tuzo tuzo hii, lakini Samia ameweza kuishinda. Sasa hivi hata Donald Trump vile anaendelea kufanya marekebisho, kufunga visa za hapa na pale, wengi tulikuwa tunatarajia atashinda, lakini yule ambaye ametangazwa kupitia shirika hili la Index on Censorship kuwa mshindi ni rais wa Tanzania, Samia Suluhu Hassan. Kuna wale watajiuliza, mbona haya yote yanashuhudiwa? Ni kwa sababu ya ukandamizaji kupitia maandamano nchini Tanzania, kukamata viongozi wa mrengo wa upinzani Kutoshiriki uchaguzi haswa Tundu Lissu aliweza kuzuiliwa kuwania kiti cha urais akawa gerezani, sasa hivi yupo pale kwa miezi tisa. Mwingine ni kiongozi Mpina wa ACT Wazalendo na yeye aliweza kuzuiliwa hakuwania kiti cha urais. Tena rais aliagiza kuzimwa kwa mitandao wakati wa maandamano, mauaji yakatekelezwa. Vyombo vya habari havikuwa na uhuru wa kurusha habari. Haya yote yaliweza kuchangia Samia Suluhu Hassan kushinda tuzo ya kuwa mtawala mbaya zaidi duniani na kuwa muuaji mkubwa kupitia kura zile ambazo zimehesabiwa kupitia shirika hili la Index on Censorship ambalo ni shirika la kimataifa. Ameshinda wanaume wengine tisa da. Sasa hivi ni picha mbaya ambayo inaendelea kusambazwa katika mitandao ya kijamii kwamba Samia Suluhu Hassan, hapo ndipo amefikisha taifa letu la Tanzania. Tumeona akirekebisha akifanya marekebisho katika serikali yake, kufukuza Simbachawene, ambaye ni waziri wa usalama, kwa sababu aliweza kuzungumzia mambo ya haki, akamwambia askari wajitenge na maswala ya kukamata watu kiholela. Amesavu ama amehudumu kwa siku hamsini na mbili tu katika kiti hicho na amefurushwa serikalini na Samia Suluhu Hassan. Kituo hiki tutazidi kufichua siri zote wakati tunapozipokea, hatuwezi kuficha, ila tu kuhakikisha kwamba mmejua habari hizi vile zipo. Tukutane baadaye, lakini nakuomba, ikiwa unapotazama, ikiwa hauja subscribe chukua sekunde moja tu, ukaweze kuponyeza patoni ya subscribe na uwashe kengele kiko hapo kando, ili kuendelea kupata taarifa kutoka mtandao wetu wa Tanzania ITV, na usisahau kuponyeza alama ya like. Asanteni sana.